Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waiche kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana ni wapashe yale ambayo yametendeka. Huu ni ukumbi wenu ambao unawaelezea taarifa za kikweli. Tafadhali jiunge nasi kwa ku subscribe alafu sambaza kanda zetu. Waliokuwa wanafikiri kwamba sasa maandamano yamekamilika Tanzania wanajidanganya. Maandamano mengine yametangazwa, na maandamano haya yameweza kutangazwa tarehe ishirini na tano Disemba na tarehe moja Januari. Je, tena serikali hii itaweza kuwawekea Watanzania lockdown tarehe 25 jinsi ambavyo waliweza kuweka lockdown tarehe 9 Desemba. Vilevile, katika barua ambayo imeweza kutolewa ya maandamano, inaeleza wazi kwamba Samia hatambuliki kama rais wa Tanzania, kwani hapa kukuwepo na uchaguzi Tanzania. Watanzania wamesema kwamba wataandamana mpaka wakati ambapo Samia Suluhu Hassan atasalimu amri na kujiuzulu. Mfano hapo jana kuna kiongozi mmoja kwa uh, wa taifa fulani ambaye aliweza kusalimu amri akajiuzulu baada ya wananchi kuandamana. Sasa Watanzania wamesema kwamba wanataka kuandamana kwa wa paralyze biashara zote Tanzania, wanyime serikali kodi, wahakikishe kwamba mikahawa ya wanasiasa haiendeki mpaka waamue kujiuzulu. Sasa kuna barua ambayo imeweza kutolewa, mtaniruhusu niwasomee, niwachanganulie jinsi ambavyo unaona hapo inasomeka hivi: taarifa kwa vyombo vya habari. Tunasonga mbele kituo tarehe 25 Disemba kuelekea Januari 1. Itolewe kwa haraka. Dar es Salaam, tarehe 12 Disemba mwaka 2025. Tunatambua wazi kwamba Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na vyombo katili vya ulinzi na usalama na tume batili ya uchaguzi wamefanya uhaini wa kupindua mamlaka ya wananchi wa Tanganyika nchini Tanzania kwa kujiweka madarakani bila uhalali. Unaona hapa wanasema kwamba Samia wameweza kujiweka madarakani bila uhalali. Wanaeleza kwamba Samia aliweza kutumia vyombo vya dola kikatili kuweza kujitangaza kwamba yeye ndiye mshindi. Wakaendelea kusema hivi, tunakuja kwenu tukiwa kwa moyo wa shukrani na wenye fadhila nyingi kushukuru kwa namna ambayo kwa pamoja tumeweza kufanikisha hatua muhimu katika maandamano yasio na kikomo, tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Sasa yale maandamano ambayo serikali iliweza kusema kwamba walidhibiti, Watanzania wamesema kwamba waliweza kufanikisha lengo lao la kuandamana. Je, waliweza kufanikisha kivipi? Nambari moja, tumefanikiwa kuwezesha maandamano makubwa nchi nzima Tanzania ambayo hayajawahi tokea toka vita vya maji maji mwaka elfu moja mia tisa na tano mpaka mwaka elfu moja mia tisa na saba kile kipindi cha mapigano ya maji maji watu wako kukuwa natoka nje angalia hata hichi kipindi cha maandamano ya tarehe tisa serikali ilisema kwamba watu wasitoke wasionekane wasalie nyumbani waliandamana hawakuandamana wameandamana kote nchini tanzania nji nzima Nambari mbili, nambari mbili wanasema kwamba wameweza kufanikiwa kuwachanganya watawala haramu wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan kutoa kauli za kujichanganya kuhusu kilichotokea Oktoba 29. Unaona, watanzania wanasema kwamba yale maandamano ya tarehe 20 tarehe 9 Disemba eh, hayakuweza kwenda chini bure, kwani waliweza kufanya utawala huu batili kuweza kujichanganya kivipi? Tuliona Waziri Mkuu Bwana Mwigulu akisema kwamba kuna kijana mwenye aliweza kulipwa bilioni tano kutoka sijui ni South Africa ili kuweza kupanga maandamano Tanzania. Kidogo kidogo wakakuja wakasema kwamba aa, Mange Kimambi alilipwa pesa kuweza kuj fanya maandamano Tanzania kidogo kidogo, wakaanza kusema kwamba kuna mataifa ambayo hayataki mema Tanzania, ndio yanapanga maandamano Tanzania. Sasa Watanzania wanasema kwamba wamefanikisha kufanya utawala huu haramu kujichanganya. Nambari tatu, kuwaunganisha watawala, kuwaunganisha wananchi, kupambania nchi yao bila kujali itikadi za kisiasa, dini, jinsi au tabaka. Mshikamano huu ni wa kwanza toka kurejeshwa kwa siasa za vyama vingi nchini mwaka 1992 Tanzania. Unaona, wanaeleza kwamba kwa mara ya kwanza tangia mwaka 1992 wananchi Tanzania walikuja pamoja wakaweka siasa kando, wakaweka udini kando, kuweza kupigania nchi yao, ukatili uishe, mauaji yaishe, unyanyasaji uweze kuisha, utawala wa kimabavu uweze kukoma, mauaji yaweze kukamilika. Nambari nne, wakasema kwamba kuzima kwa ujasiri mkuu hila za kuchonganisha wananchi kwa kutumia dini, imani za kidini au udini. Unaona katika miaka mingi au kwa kipindi cha miaka mingi, serikali ya Tanzania imekuwa ikitumia kitu ambacho kinaitwa kuchonganisha wananchi, ndiposa waendelee kusalia mamlakani. Unapata kwamba wale wanawaambia nyinyi ni Wazanzibari, nyinyi ni Watanganyika, nyinyi ni Wakatoliki, nyinyi ni Waislamu, nyinyi ni Rejo Maria, nyinyi sijui bla, bla, bla. Wananchi waliwaambia hivi, sisi hatutaki utawala wa kibatili, lazima muondoke. Wananchi hapa wakashinda kwa kuweza kuambia hii serikali kwamba haitaweza kutumia aina za chonganishi kuwachonganyisha wananchi. Nambari tano, wamesema kwamba tumefanikiwa kuwezesha vyombo vyote vya ulinzi na usalama hapa, hasa polisi na wanajeshi kuandamana nchi nzima bila kikomo. Mpaka sasa hivi jeshi la polisi na jeshi la mwananchi Tanzania wanazidi kuandamana. Wanazidi kuandamana kivipi? Kila kona ya Tanzania ni jeshi la polisi linazunguka ili kuweza kuzima maandamano. Jeshi la polisi linazunguka kuweza kuzima maandamano. Jeshi la mwananchi linazunguka na magari yao na ndege kuzima maandamano. Si hayo ni maandamano? Polisi na jeshi la mwananchi wameweza kuandamana bila kujua, na Watanzania wanajivunia hilo. Nambari sita kuvunja rekodi ya kuweka nchi kwenye lockdown ambayo haijawahi kutokea toka uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 yaani Watanzania wanasema hivi baada ya Samia kuweza kuiba kura walifanikiwa kuweka Tanzania kwa lockdown. Kivipi? mnamo tarehe 9, serikali iliweza kuambia wananchi kwamba musipatikane nje, mkue nyumbani. Hiyo ni lockdown. Nambari nane, tumefanikiwa kuwezesha watalii na kampuni za utalii nje na ndani ya nchi kufahamu hatari ya kutembea Tanganyika na Zanzibari kwenye nyakati hizi. Ndiyo, watalii sasa hivi mkija Tanzania mnaweza mkapigwa risasi na utawala wa kimabavu, na wananchi wanasherehekea hilo kwa kuweza kuambia watalii wakome Tanzania. Nambari tisa wakasema kwamba tumefanikiwa kutengeneza na kusambaza mabango zaidi ya elfu, uh, zaidi ya mi, eh, elfu mia moja nje na ndani ya Tanzania kwa ajili ya kudai haki, uhuru na uwajibikaji wa vibaka wahalifu, wahaini, majahili na majangili na maharamia wote wa kidemokrasia wanaoitawala Tanganyika kimabavu. Nambari kumi, tumefanikiwa kuhakikisha dunia inasimama na wananchi jasiri na mashujaa wa Tanganyika kupambana na vyombo katili vya usalama vya Suluhu Hassan hadi vikaogopa kugusa raia. Mfano, kwenye haya maandamano ya juzi ya tarehe tisa, polisi walituambia kwamba walionywa na serikali kwamba wasipige risasi wananchi. Wakipiga risasi wananchi, Samia atafungwa kwa jela. Hii ni baada ya maandamano kutokea dunia nzima, kulalamikia mauaji Tanzania. Nambari kumi na moja, kuwanyoosha watawala fidhuli kwa maarifa ya hali ya juu hadi wakawa waya kuzima internet. Nambari kumi na mbili, kuwalazimisha watawala haramu kujadili maandamano badala ya miradi ya maendeleo Naona Watanzania wanasema kwamba umefanikiwa kuwawezesha utawala huu ambao ni haramu kuzungumzia maandamano. Kauli ni nyingi, kauli ni nyingi. Nambari kumi na saba kulipa kazi jeshi la ulinzi la mwananchi Tanzania, kuzurura mitaani kama sungusungu. Unaona sungu. Wananchi wanasema kwamba wamefanikiwa kufanya jeshi la mwananchi Kuzurura mitaani kama sungusungu. Nambari 18, kuwafikisha wahaini kwenye mahakama ya kitaifa ya ICC. Tanzania, wamefanikiwa kuhakikisha kwamba Samia amesukumwa ICC, pale kesi imeweza kuwekwa. Sasa watesi wetu wanahaha. Pamoja na mafanikio ya haya makubwa, bado kuna kazi kubwa mbele yetu, kudhibiti na kuondoa utawala huu haramu wa Samia Suluhu Hassan na majangili wake. Si hivyo tunaelekeza nambari moja wananchi na mashujaa wetu Gen Z, kuendelea na maandamano yasiyokuwa na kikomo. Kwa hivyo unaona, wananchi wameelekezana kwamba wote waendelee na maandamano yasiyokuwa na kikomo mahali popote walipo. Nambari mbili, kubandika mabango kila mahali ya kupinga utawala haramu, kudai haki na kuwakumbuka mashujaa wetu zaidi ya 1000 waliouawa. Kwa hivyo Watanzania wameelekezwa kwamba sehemu ambazo wapo wabandike mabango ya kudai haki za wale ambao waliweza kuuwawa. Nambari ta kupiga nyimbo za ukombozi kwenye kila kutaniko, asa wimbo wa makomborero pamoja na teremsha bunduki. Sasa wamesema hivi Watanzania sus, susia hii miziki ya wasanii na muweza kucheza nyimbo za ukombozi kama vile makombolero pamoja na teremusha bunduki. Namba nne, wakaeleza hivi: tunaelekeza kuhakikisha hakuna msanii msaliti atakayeweza kufanya show sehemu yoyote ndani na nje ya nchi iwapo wasanii hawa mabaradhuli watakaidi agizo hilo, tunaelekeza wananchi kuandamana wakati wowote wa show wakiwa na mabango ndani na nje ya ukumbi. Kwa hivyo unaona, Watanzania wameweza kuelekezana kwamba kipindi chochote wasanii wowote, tukianzia Diamond tukienda Mnaiza, kina Rivani watakapoita show, wananchi waandamane. Kwa nini? waliweza kuwadunisha wananchi, wakashiriki ufedhuli na hii serikali haramu ya Samia. Nambari tano wanaelekezana kwamba kuandamana mahali popote na wakati wowote wa mashindano ya michezo, hasa wakati wa mechi ya ligi kuu ya mpira wa miguu, hasa siku timu ya Yanga iliyochangia pesa za kulipia wauaji inapocheza. Wananchi wanaambiana hivi, siku ambapo Yanga itakapocheza, hakikisha kwamba mnaandamana, kwa sababu waliweza kuwachangia pesa za kulipia wauaji. Nambari sita tunaelekeza kuhakikisha mikusanyiko pamoja na mikutano yote ya viongozi wa kisiasa inatumika kama sehemu ya maandamano. Kwa kukusa, kwa kukusanyika kwa wingi pamoja na mabango. Yaani wanaelekezana hivi. Siku ambayo mwanasiasa atakuja kwenye aa, Functioni karibu na wewe, hakikisha kwamba uko na mabango ambayo yameandikwa Samia Must Go, nyinyi ni mafedhuli, nyinyi ni serikali ya ramu. Yaani hayo ni maandamano vilevile vile. Nambari saba wakaendeleza kwamba wakaelekezana kwamba kuendelea na mijadala ya raifu ya TikTok, Instagram pamoja na X Space, kudai haki kwa nguvu kubwa zaidi, hilo linaeleweka. Nambari nane, kususia biashara na bidhaa zote za wachangiaji majangili wote walioshiriki kuchangia bilioni mia moja chama kigaidi cha CCM wakati wa kampeni pale Milima City. Kuna wale wote wawekezaji ambao waliweza kujitokeza wafanya biashara mbalimbali ambao waliweza kujitokeza kuchangia chama cha CCM pesa, biashara zao zigomewe, zisifanye, zisiuze nambari tisa, wanaelekeza kwamba kuendelea kudai uwajibikaji wa kila mtu aliyehusika kwenye mauaji ya raia zaidi ya elfu kumi waliouliwa bila hatia kwa maagizo ya samia suluhu Hassan. nambari kumi, kushikilia msimamo kwamba hakukuwa na uchaguzi, hivyo Samia suluhu Hassan, bunge pamoja na mabaraza ya madiwani ni batili na haramu. nambari kumi, kudai kukomeshwa mara moja matukio ya utekaji, mateso, mauaji na kupotea kwa raia kunakofanywa na genge la counter-terrorism. Nambari kumi na mbili, kuunda mkutano mkuu wa kitaifa kwa ajili ya kuunda serikali ya mpito. Hayo ndio ambayo watanzania wameweza kuelekeza kwamba waendelee kufanya hichi kipindi ambapo wameweza kutangaza maandamano yasiyokuwa na ukomo vilevile, vile, wamesema kwamba tunaendelea tulipoishia kwa maandamano yasiyo na kikomo kila siku ya Jumatano mahala na muda wowote kujipanga kuelekea siku ya kilele ya tarehe 25 Disemba mwaka 2025 hadi tutakapouona mwaka mpya mwaka 2026. Kwa hivyo wameelekezana kwamba kila siku ya Jumatano Tanzania itakuwa ni siku ya kupanga jinsi ambavyo watakuwa wanaandamana siku ya tarehe ishirini na tano pamoja na mwaka mpya tarehe moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kwa hivyo hii serikali kama ilikuwa inafikiri kwamba wameweza kudhibiti maandamano Tanzania na, na yamekoma, wamepoteza dira. Kwa sababu Watanzania wametangaza maandamano mengine yasiyokuwa na ukomo na maandamano ambayo yatakuwa yanaandamua sehemu zozote zile. Je, mara hii tarehe ishirini na tano, baada ya maandamano kutangazwa tena, jeshi la polisi na jeshi la wananchi Tanzania litafungia wananchi wa Tanzania na kuwaambia kwamba washerehekie siku ya Krismasi wakiwa nyumbani kwa sababu wanaogopa maandamano. Mnaona hapa Samia ameweza kukataliwa na kuambiwa kwamba wewe ni serikali haramu. Wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra, sambaza hizi taarifa ziwafikie watu wengi.